Nawasalimu wote kwa jina la Yesu. Tunawaletea habari yake mwana wa Mungu, ambaye ametukuzwa na baba yake. Kwa hivyo alivyotukuzwa na baba yake baba yake amefurahia kutangaza ya kwamba hakuna njia yoyote nyingine ambalo kwalo binadamu watapata kuokolewa. Hakuna njia nyingine ambalo kwalo binadamu ataweza kusimama akiwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu tutambua, wengi hawajapata kusikia neno, tunawaletea hapa siku ya leo katika upendo. Nalisoma kutoka kitabu cha Yohana mlango wa nane, anasema hivi kisha Yesu akasema nao tena akawaambia, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mafarisayo wakamwambia, ushuhuda wako haukubaliki kwa, kwa kuwa unajishuhudia wewe mwenyewe. Yesu akawajibu, hata kama anajishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu ni wa kweli, kwa sababu ninajua nilipotoka na ninapo kwenda, lakini nyinyi hamjui nilipotoka wala ninapo kwenda. Nyinyi mnahukumu kwa kufuata vipimo vya kibinadamu, mimi simhukumu mtu yoyote. Lakini hata kama nikihukumu, uamuzi wangu ni sahihi kwa sababu sitoi hukumu yangu peke yangu, bali niko pamoja na Baba aliyenituma. Imeandikwa katika sheria yenu kwamba ushahidi wa watu wawili ni dhabiti. Mimi najishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenituma ananishuhudia. Ndipo wakamuuliza, huyo baba yako yuko wapi? Yesu akawajibu ninyi hamnifahamu mimi ni nani wala hamumfahamu baba yangu. Kama mngenifahamu mimi, mngemfahamu na baba yangu. Kama mngejua mimi ni nani, mngejua baba yangu ni nani. Yesu Kristo anawaambia kama mgenitambua mimi ni nani, mngejua baba yangu ni nani. Shida yenu ni hamnijui mimi na hamjui baba yangu. Hata kama mngemjua baba yangu, basi mngenijua mimi ni nani pia, sababu mimi nimetoka kwake, sababu mimi ni mzaliwa wake. Mimi naenda pale, ninatembea pale mashinani kwetu, watu wananiangalia, wanajua baba yangu ni nani. Kwa nini? Ninafanana na yeye Wananiangalia wanasema huyu ni mtoto wa Kennedy. Huyu Yesu Kristo anawaambia mngenijua hata mimi ni nani, mngeniangalia, mngenijua mimi ni mwana wa Mungu, mngenijua nimetoka wapi. Shida yenu hata niamjui Mungu ni nani, kwa sababu hata mngejua Mungu mngenijua mimi ni mwana wake. Haingekulazimu mimi kukufunza, haingiku lazimu mimi kukwambia kwa kutangazia Yesu Kristo anakuashiria hapa siku ya leo, anatuhakikishia kwamba ulimwengu umo gizani, na hiyo ndio maana kwa sababu injili lazima itangazwe. Injili ni habari nzuri kwa ulimwengu ambao uko katika giza. Injili ni habari nzuri kwa ulimwengu ambao unapotea. Injili ni habari nzuri kwa ulimwengu ambao hauna tumaini lolote. Wengi wameweka tumaini lao katika pesa, katika mabiashara, katika wafamilia, katika wanasiasa, katika manabii, katika mitume, na hao wote wamewafeli, hao wote wamewaangusha. Amesema hii biashara yangu ikianza kufanya hii pesa, nitakuwa niko sawa. Kidogo kidogo bibi anazimi Wamesema huyu mwanasiasa akiingia kwenye kawa okay, mambo yatakuwa shwari, tutakuwa tumekombolewa, tutakuwa tumefika Kanan. Mwanasiasa <laughs> anakufa huyo, hata wezi kumainia wengine. Wamesema pale katika mataifa ya Siria wamesema dini hii ikiongoza hii taifa mambo yatakuwa ni sawa. Shida ni kwamba watu hawafuati hii dini. Haya, dini imechukua taifa, wanafanya nini huko? Wanalia, wanalia, wanalia, wanasema watuna na watu wetu wanatoroka taifa yao, wanatoroka taifa yao ambayo inatawaliwa na hiyo dini yao Halafu wanaenda taifa nyingine, wanataka kuweka hiyo dini pia. Lazima tunaleta hii dini hapa Marekani, tunaleta hii dini hapa kwa wazungu. Hii ndio dini ya amani, dini ya amani ambayo imewafurisha <laughs> pale nyumbani. Wameweka imani katika dini, dini imewafeli wamegundua kuna giza na hiyo dini haiokoi. wamesema wao ni wanasayansi. Wanasayansi wanafanya hivi kidogo kidogo, shida ni niitena, na Biblia inatuhakikishia ulimwengu utaendelea hivyo hivyo, ukizorota ukidorora, haswa kimaadili, haswa kwa vile ambavyo binadamu wako na binadamu wenzao hadi ile siku ya hukumu. Ndio maana tunatangaza injili. Injili ni habari nzuri Injili ni habari njema kwa ulimwengu usio na tumaini. Na habari hii ni gani? Yesu Kristo anasema katika huu ulimwengu wa giza katika huu ulimwengu usio na tumaini, katika huu ulimwengu usio na chochote unachoweza kuweka imani yako na roho yako itulie na ulale vizuri bila wasiwasi wowote -wasi nuru ni moja, na ni moja peke yake, na si njia fulani. Kama ni njia hiyo, njia ni mimi. Kama ni nuru hiyo, nuru ni mimi. Injili ni kwamba nuru ni Yesu.

Mimi na mimi na mimi pekee ndiyo ambaye ninaweza kuwasha katika hiyo roho yako nuru, nikuonyeshe jinsi ambavyo nafaa kuishi na ndugu yako, nikuonyeshe jinsi ambavyo nafaa kufanya biashara yako, nikuonyeshe jinsi ambavyo nafaa kuhusiana na rafiki zako na vile ambavyo nafaa kuhusiana na adui zako. Mimi na mimi pekee ndio nuru ya hiyo ulimwengu. Mimi na mimi aweza kukuonyesha jinsi ambavyo inafaa kuhusiana wewe na watoto wako, wewe na wazazi wako, wewe na wakubwa wako, wewe na bosi wako, wako, wako, wako pale kazini, wewe na mwanasiasa na yule. Ninafaa kukuonyesha mimi ndio nuru, ninayoonyesha njia. Mimi ndio nuru inayokuonyesha jinsi ambavyo inafaa kuishi, ni mimi. Mimi ndio ninakuonyesha jinsi ya kuja kwa Mungu, ni mimi hakuna njia yoyote ingine, si malaika si mtume, ni mimi. Si dini si utaalamu si biashara, ni mimi. Kazi ya Shetani ulimwenguni na kuhakikishia siku ya leo ni kukuziba macho, ili usipate kuona hii Mungu ambaye iko katika Yesu Kristo, anatumia mbinu zote zote. Shetani yuko tayari kutumia mbibu yoyote ile, hata kama nikukwambia kulinde dini ya ukweli. Kuna wengine ambao dini yao nikiisoma kutoka mwanzo hadi mwisho ni kusema Yesu si mwana wa Mungu, afunzi chochote, afunzi shina iko wapi? anasema Yesu si mwana wa Mungu na ufunge, Yesu si mwana wa Mungu na hakikisha umefunga. Hiyo ndio maana ulimwengu uko katika taabu. Ulimwengu uko katika taabu kwa sababu watu hawafungi. Ulimwengu uko katika taabu kwa sababu watu hawasali. Ulimwengu uko katika taabu kwa sababu watu hawapigi safari kwenda Saudi Arabia. Na kwambia ulimwengu uko taabu kwa sababu ya dhambi, na dawa ya dhambi Yesu Kristo anasema ni nani? Ni mimi, ni mimi na ni mimi pekee ndiye ninaosha dhambi Sio dhambi peke yake, ninapeana uwezo katika roho watu kushinda dhambi. Ni mimi ndio roho. Hakuna njia yoyote utakayofuata itaweza kushinda hiyo nafsi yako ambayo unapigana nayo. Umepigana na hiyo nafsi yako miaka ngapi na umeshindwa hadi sasa? Umefanya amani na tamaa zako hadi sasa, unapanga jinsi ambavyo utapima utapima Umesema hii siwezi shinda maovu, siwezi shinda hii washerati, siwezi shinda uongo na ukatili, siwezi shinda. Na kwambia kaka yangu ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujajua nuru ya kweli. Umedanganywa pale, kumedanganywa, kumesisitiziwa mimi na mimi. Ndio Yesu anakuambia hapa siku wengi wanapingana naye, wamefika kiasi cha kwamba wameziba macho yao wasione, wameziba macho yao sasa. Wako tayari kutokuwa watu wasio wa kweli, yaani hata ukweli ukisimama mbele yao hayuko tayari kuipokea, hayuko tayari kuangalia mambo jinsi yalivyo, hayuko tayari. Wengi wamedanganyika kiasi hicho kwa sababu Mungu Mwenyezi mwenyewe ndiye ambaye amemshuhudia huyu Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema hapa yeye mwenyewe, mimi najishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenituma hata yeye anamshuhudia. Sija kuja hapa nikisema sema tu mimi ni mwana wa Mungu na hakuna kitu ninafanya. Mimi ningekuja hapa nichukue mikrofoni nianze kuambia watu mimi ni mwana wa Mungu, mtaniambia mimi ni chizi, na mtakuwa sawa kusema hivyo, mtakuwa watu wenye akili timamu kusema hivyo. mimi ni binadamu kama wewe tu. mimi siponyi si vipofu, mimi siwezi kufufua wafu, si mimi, ushaniona nikifufua mfu? mimi kwa nguvu mamlaka yangu mii, mimi si, siamulishi si bahari mimi. Kwanza nimeshikika pale baharini, wacha nisikudangani. Na nilishikika pale kulikuwa na siku mbaya sana, hiyo bahari ilikuwa karibu nimeze pale, na nilikuwa pale, moyo wangu ulikuwa mkononi, nilikuwa pale nikilia nikisema, Mungu wangu usiniwache nikufe. Oi Mungu wangu niokoe, oi Mungu wangu kuna mwingine yeye anaambia bahari wewe nyamaza. Kuna mwingine anaambia bahari nyamaza. Mimi si mwana wa Mungu, yeye yeah, yeah, ndio mwana wa Mungu. Mungu mwenyewe anashuhudia katika zile kazi ambazo Yesu anafanya kwamba Yesu Kristu ni mwana wake pekee, mwana wake mzaliwa Yesu Kristo anawaambia kama hamta niamini mimi, niamini kwa sababu ya zile kazi ambazo ninazifanya. Zile kazi ambazo ninazifanya zinanishuhudia mimi kwamba mimi ni kile kitu ambacho mimi nasema mimi. Hiyo ni ninasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Kama singekuwa ninafufua wafu, msingeniamini, lakini sasa ninafufua wafu, mtafanya nini? Ninawaambia mimi ni mwana wa Mungu. Kama sitafufuka kutoka kifo, msingeniamini. Lakini mimi nimejaribu, hata kuniua, hata kifo imeshindwa kunishikilia, hata kifo inashindwa kunishikilia. Kwa sababu gani? Mimi si binadamu wa kawaida wewe eh. Mimi ni mwana wa Mungu, mimi ndio nuru ya ulimwengu. Mungu amemshuhudia mwana wake na ametushuhudia sisi. Taabu yetu, taabu yenu ambao hamjamkubali Yesu, Yesu Kristo anasema ni kwamba hamfahamu yeye na hamjamfahamu muna muna Mungu. Munafikiri munamfahamu Mungu, lakini hamumjui. Mungemjui mungejua Yesu ni mwana wake akwenyeuti mungu umefunga mungu na shetani shetani ndiyo amekufunga mungu ni nani umefika kiasi cha kwamba kufikiria mungu ni kazini yako unafikiri kiwango cha mungu ndio kiwango chako unafikiri ukitoa toa pesa kidogo kidogo barabarani ati utasimama mbele ya mungu useme angalia mimi mungu nilikwamba lidatoa mia moja mia moja kwa hiyo nisamehe uasherati wangu umefunza Mungu na Shetani. Wewe ukafikiria Mungu sasa, unge Mungu, unge ni binamu yako. Ungemjua Mungu, ungetambua Yesu ni mwana wake, ungetambua kwamba Yesu ndiyo nuru, ungetambua kwamba Yesu na Yesu pekee ndiyo njia ya wokovu. Ungejua shida yako ni ujui. Shida yako ni umeweka Mungu katika kiwango chako. Shida yako ni unafikiria Mungu, Mungu ni kama wewe vile ambavyo unachezea chezea mwanadamu, sasa unafikiria unaweza chezea Mungu ambaye anaweza kukuona hadi katika roho yako ndani payi. Unafikiri utadanganya Mungu na lori ya chakula hadi lori ya chakula, alafu usamehewe wewe, muuwachi wewe, wewe mwenye chuki wewe utasamaa kwa sababu ya lori ya gidheri gidheri ambayo imetoka kwa Mungu. Hela ambazo umetumia zimetoka kwa neema ya Mungu. Unafikiri unaweka Mungu katika deni yako? Wewe ndio uko katika deni yake. Shida yako niyo mti Mungu. Yesu Kristo anakuambia hivyo, nyinyi hamnifahamu mimi ni nani wala hamumfahamu baba yangu. Kama mngenifahamu mimi, mngemfahamu na baba yangu pia. Nakuhakikishia siku ya leo, ndugu yangu, hiyo ndio shida yako, hiyo ndio tabu yako, hiyo ndio ugonjwa wako. Ndio maana wengi wanakuja hapa wanataka oh, Yesu ni mtume. Mtume mgani huyo amefufuka kutoka wafu? Uzuru, mtume mgani ameshinda kifo? Wewe shinda kifo, na mimi nitaamini kitu chochote utaniambia. Wewe fufuka kutoka kaburi lako, na mimi nitaamini kitu chochote utaniambia hawataki kukubali ufurugo wako tayari kusema, oh, Yesu akufa ni mwingine aliwekwa pale msalabani akasulubishwa, kwa sababu wao wanasema kuna mtu alikufa kwa ajili ya Yesu, Yesu na Yesu Kristo anamwambia mimi ndio nilikufa kwa ajili yako, mimi ndio nilikufa kwa ajili yako. Ni shetani anakufunza Yesu mtu alikufa kwa ajili ya Yesu Hataki uone nuru ambayo iko katika uso wa Yesu Kristo, hataki umjue Mungu, anakuziba mapepo. Yenyewe yanamwona Yesu Kristo na yanatetemeka, lakini mwanadamu yani, mwanadamu anajiona ni mgumu kuliko mapepo, mapepo ambayo yanaenda motoni magogo ambayo yanaenda kuchomeka milele na milele, yanamwona Yesu Kristo na yanatetemeka. Wewe unajiona wewe ndio unajua, wewe unajiona wewe ndio uko na hekima. Kaka, usiishi katika hiyo hali, usiishi bila nuru Usiishi katika giza, usikufe bila tumaini la uzima ambalo linapatikana pekee katika Yesu Kristo. Mtafute, mtafute siku ya leo, yeye mwenyewe, wala si mhudumu. Mimi sitaki wa Kristo ambao tumaini nao ni lile ambayo waliambiwa na pasta ni kama kwamba hapa ni darasani, hapa hapa tuko madarasa. Mimi ninataka watu ambao wamekuwa na uhusiano wao na Yesu Kristu, wana uhakika kwamba Yesu Kristo amejidhihirisha kwao kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na kwambia mtafute siku ya leo, mtafute hadi yajionyeshe hadi akuonyeshe wewe ni mwenye dhambi. Hadi akuonyeshe hakuna juhudi unazoweza kufanya ambazo zinaweza kukuokoa, akuonyeshe uovu wa roho yako, akuonyeshe uovu wa moyo wako, akuonyeshe hukumu ambayo iko juu ya kichwa chako kwa sababu ya dhambi yako, akuonyeshe unahitaji kukombolewa, akuonyeshe njia ya ukombozi ni moja na ni mbili, kwa sababu nilikufa kwa ajili yako hakuna mtu alikufa, atiomini mimi mwenyewe nimejitolea nikufe. Hakuna mtu anachukua maisha yangu. Nani anaweza kuchukua maisha ya mwana wa Mungu? Nani anaweza kuchukua maisha ya mwana wa Mungu? Hata wanajeshi waliomshika mwana wa Mungu, hata wanajeshi waliomkamata mwana wa Mungu wanatambua hiyo kweli, wanatambua ni kwa sababu aliwaachilia wamshike, wanajua Alizungumza nao nao wakaanguka chini, wamesema tumekuja kumshika Yesu. Yesu akawaambia hapa, simshike, wakashindwa kumshika wakaanguka pale chini, wanatetemeka pale. Anazungumza kwa mamlaka. Ni nani huyu yazungumza kwa mamlaka? Ni nani huyu anaangusha ya ya majeshi yanapokuja mbele yake? Ni nani huyu? yusi binadamu wa kawaida, ni mwana wa Mungu. wala wa wacha ajidihirishe. Ukombozi ulio katika Yesu Kristo ni kitu wazi, si kitu fichefiche, si kitu cha kuaibika. Ni kitu cha kutangazwa kwenye masoto, ni kitu cha kutangazwa kwenye milima, ni na pale KICC na kuitangaza Kenya yote isikie, ulimwengu wote uisikie kwamba wokovu uko pekee katika damu ya Yesu Kristo, sio wengine ambao wokovu wao, kuna vitu hawawezi sema, kuna vitu hawawezi sema se, wanajua hizo ni vitu za aibu, wanajua ni vitu za aibu wanatambua ni vitu za aibu. Lazima wadanganye watu ndio watu waingie imani yao. Wanajitambua mambo wanayofanya mambo wanayofunza hayawezi kutangazika, kwa sababu ni mambo ya aibu. Wanajijua. Itakuwaje ukweli wa Mungu huo? Itakuwaje ukweli wa Mungu huo? Sina aibu kuwatangazia kwamba nyinyi wote wenye dhambi, sina sina aibu kuwatangazia kwamba sina kuwa kwa usipomwamini Yesu Kristo utakufa. Ni neema, injili imekuja kwako kwa hapa siku ya leo. Ni neema ya Mungu imekuletea injili hapa siku ya leo ni neema ya Mungu imekuja hapa siku ya leo kukwambia, mwamini mwana wa Mungu, mwamini mu mwana wa Mungu, mpokee mwana wa Mungu, pokea damu ya Yesu Kristo, jifiche katika vidonda vyake. Hiyo na hiyo pekee ndio tumaini yako kakaangu, hiyo na hiyo pekee ndio tumaini yako dadangu, hiyo na hiyo pekee ndio tumaini yako mzee wangu na mama yangu Tafuta Yesu Kristo, wacha angae katika moyo wako, wacha ajionyeshe katika moyo wako, wacha ajifunue katika moyo wako, wacha ajidhihirishe katika moyo wako. Hili ukimsikia akisema yeye na yeye peke yake ndio nuru ya ulimwengu. Useme hakika ndiyo Bwana wangu, hakika ndiyo Bwana wangu, hakika ndiyo Bwana wangu, ni wewe na ni wewe pekee ndio nuru ya ulimwengu. Naomba utakuja kwake Yesu siku ya leo. Naomba Mungu atabariki neno lake, wokovu wa wote waliosikia. Mwenyezi Mungu wa milele, asante sana kwa hii fursa ambayo umetujalia, asante sana kwa neema hii uliyotujalia, ukatuchagua na ukatuita, Mungu wangu ili tufanye hii kazi yako Mungu wangu, asante kwa ile nguvu ambayo umetupa tukaweza kustahimili hadi hii siku ya leo. Mungu wangu, ni ombi letu kwamba wale wote ambao wamesikia habari hii ya mwana wako kama Mungu wangu ni utafurahia Mungu Baba kuitumia kutukuza jina lako na kuonyesha na kudhihirisha kweli wa mwana wako. Mungu Baba, tumewasikia wengi hata wakimtusi mwana wako tunakumhubiri hapa, tumesikia na tumesikia wengine wakisema Yesu ni nani? Mungu wangu, ni ombi langu kwamba hawajisema kwa kejeli, lakini wanatamani kukuona na wanatamani kumjua. Kwa hivyo, Mungu Baba, utawadhihirishia ukweli wa mwana wako, utawadhihirishia ukweli wa neema yako. Fanya hii yote Mungu Baba kwa utukufu wa jina lako. Onyesha kwamba wewe Mungu Baba ndio tumaini letu na kwamba hakuna yeyote ambaye anakusubiria Mungu wangu, ambaye ataibika. Ni ahadi yako umetupa Mungu wangu, na wacha ionekane hapa mbele ya watu, ukitangaza kwamba wewe ndiye tumaini tunayesubiria, kwamba utakuwa ukoma, wewe ndiye tumaini tunayesubiria. Kwa hivyo tutakusubiria Mungu wangu, ufanye kulingana na mapenzi yako, na kushukuru na kukutukuzwa. Naomba haya yote katika jina la na Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amen, amen.